Mgombea wa uwakilishi wa Kiwani ndugu Hemed Suleiman Abdulla amesema akipewa ridhaa ya kuwa mwakilishi wa jimbo hilo atahakikisha changamoto na kero zilizobaki katika kisiwa cha Shamiani Mwambe, Mchakwe Mpene na Kiwani kwa ujumla anaziondosha. Amesema hayo kwa nyakati tofauti alipokutana na wanufaika wa pensheni jamii, TASAF, wavuvi vikundi vya ushirika na wajasiriamali waliomo katika vijiji hivyo pamoja na kuwaomba kumchagua kwa kura za ndio ifikapo Oktoba 29 ili aweze kuwatumikia. Sasa tatizo hili la, la kuvuka mwarobaini wake ni mmoja tu, ni kuhakikisha wanafunzi wanaotoka kisiwa cha Shamiani darasa la tisa kuanzia Januari ya mwakani elfu mbili ishirini na saba wanasoma hapa hapa Shamiani. Na nalisema hili ndugu zangu, wana Shamiani, nikiwa na maana kwamba hili jambo linawezekana, mwakani hawa watasoma hapa Shamiani darasa la sambamba na hayo, amewaahidi wananchi hao kuwasogezea huduma za usafiri wa boti za uhakika na salama kwa saa ishirini na nne, jambo litakalowasaidia kuondoa kero kwa wakazi wa Shamiani, hasa kusafirisha wagonjwa, wanafunzi na harakati mbalimbali mbali za kimaendeleo. Nataka kuhakikisha kwamba hapa pana boti masaa ishirini na nne na ikitokea dharura, wananchi wa hapa wanasafiri, kama anapelekwa hapa, hala kuna dharura, apelekwe bila ya masharti yoyote. <coughs> Mimi nalizungumzia suala la uvuvi wa Shamiani, tutoke kwenye uvuvi tuliouzoea tuende, twende kwenye uvuvi wa kisasa, tulete maboti yenye hadhi ya kisasa, ambao wataweza kuvua hata masafa marefu, tulete mashine zile. Siku hizi kuna kitu anaita fish finder Nao wananchi wa vijiji hivyo wameomba kuangaliwa upya suala zima la pensheni jamii kwa wazee waliofikia umri wa kupatiwa fedha hizo ili waweze kujikimu kimaisha, kama ilivyo azma ya Rais Dr Mwinyi ya kuondolea changamoto wazee. Tunaomba timu iliyo mbele yote, tuchimbiwe chetu kisima, kihakikishiwe hichi kisima ni cha watu wa Shamiani. Bado dogo tu mheshimiwa. Kwa sababu sasa hivi na mimi naingia miaka 60, mheshimiwa. Naomba pensheni ya wazee mheshimiwa, hatujasikia bado. Vile vile, ndugu Hemedi ameahidi kuangalia kwa ukaribu zaidi walimu wa madrasa kwa kuanzisha mashindano ya kuhifadhi Korani katika jimbo hilo kwa lengo la kuwalea na kuwakuza vijana katika misingi bora ya kiimani kutoka Zanzibar, Hashim Kasim, Daily News Digital.